Hauna kitu cha kudhibiti moyo isipokuwa imani. Allah Tabaraka wa Taala sema illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani, moyo wa mtu hauwezi kupata utulivu isipokuwa. Kwa nini? Kwa imani, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Hivi vyombo vitatu, usikae mbali na sehemu ambayo kuna elimu. Umekaa hapa, akili yako itapata elimu akili hii itakuwa na mwelekeo nafsi, unapoingia katika ibada hizi itapata uchamungu nafsi, itapunguza spidi zake na jazba zake za kukupeleka kwenye matamanio mengi. Lakini yote haya yataweza kutumika katika maisha yako utakapoibeba imani, kwa sababu imani isipokubeba maisha yako si imani, haijakusaidia ni imani ya kujua, na imani ya kujua hata Iblisi alikuwa nayo. Au alikuwa hana imani ya kujua iblisi? Iblisi amwambia Allah, rabbi. Amemkubali ni nani? Ni nani? Ni bwana wake rabbi andhirni ila yaumin yubathun. Iblisi alikuwa akijua Mungu ndiye bwana. Ndio baadhi ya wanavyoni wasema watafsiri asema, siku Firauni aliposema maalimtu min ilahin ghairi sijui kama kuna Mungu isipokuwa mimi. Iblisi amwambia, mimi bosi wako, nimekubali <laughs> kwamba yuko Mungu. Wewe vipi? Mbona mwanafunzi wataka kumshinda mwalimu? Mimi mwenyewe ninamwambia Rabbi andhirni ila yaumi, wata kujifanya mjuaji, wasema hayuko. Hapo siko na wewe. Lakini imani ya Iblisi ni imani ya kujua, si imani ya kutenda. Kinachotakikana ni utendaji kwa imani yako hivi Hizi feni zimefungwa vizuri, lakini zote ziwe hazifanyi kazi, itakuwa zina faida? Hapana. Lakini faida yake ni zilete hewa, hapa baridi ingie. Ah, mashallah, zina nguvu. Umeiona kazi yake? Na imani ambayo haina matunda ni imani ya Iblisi. Wewe ni mumin, lakini hutaki kusali, imani yako imefanya nini? Haijakuwa imani. Wewe na yule mwingine sawa. Sisi waislamu Ehe, uislamu wako ni vitendo vyako. Wanasema wanavioni wa malezi mwanadamu yoasoma kwa macho zaidi kuliko masikio. Una maneno mengi, lakini huna vitendo vitasaidia mtu. Utapewa majina yote, yule sijui nini, yule mnafiki yule nani yule nani ndiwe nani, lakini huna maneno, lakini mtendaji, watu watasema nini? Yule barabara wana ah, yule uko sawa, wana. Wee, hujaona baba amezaa mtoto, lakini akamtupa, hakumshughulikia jidume lingine likaingia pale nyumbani akamlea yule mtoto hivi, ule mtoto uzito wake utakuwa kwa nani? Kwa aliyemlea, na ajua kwamba huyu si babangu, lakini atakuwa karibu naye zaidi kuliko yule aliyomzaa damu yake, kwa sababu ubaba ule hauna vitendo. Sasa ubaba huu wa kuchukua majukumu yake ndio utakuwa na urafiki zaidi. Hivi ndivyo imani yetu iwe iwe ni imani yenye vitendo, kwa sababu kama ni imani ya kukubali tu kwamba ni Mungu, Iblisi alikubali. Amwambia Allah, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mbona usujudu? Wasema mambo gani ya madharau haya? Kuna nini? Mimi umeniumba na moto, yule ameumbwa na udongo. Jamani, moto na udongo wenye faida nini zaidi? Wajua ukiwa hasidi atanema uzitambui huu ulimwengu, jiepushe sana na tabia ya hasadi, kwa sababu ukiwa jitu hasidi neema pia huwa uzioni, unamuhusudu mtu anayekusaidia.